Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Said Hilal Majid, facilitator wa serikali ya Tanzania hapa Omani. Pia uh, tupo katika Chamber of Commerce, niko katika uh, rais wa uh, Tanzania consulate between Tanzania na Omani. Uh, nashukuru sana kukutana na ndugu zetu kutoka Tanzania kutoka wizara ya kilimo. Uh, tulikuwa tunazungumza mambo mengi leo asubuhi, pia tuko katika pambamano la biashara za nchi tofauti tofauti hapa Omani. Tutazungumza uh, kidogo kuhusu mazao ya Tanzania kuja hapa Omani. Uh, mazao ya Tanzania yanapendwa sana na Jamhuri ya Omani, na nafikiri katika diaspora kubwa iliyokuwa duniani kutoka Tanzania ni hapa Omani, kwa sababu wengi wao wamezaliwa Tanzania wamekuja hapa na wengi wa Tanzania wako hapa Omani kwa makazi mbalimbali. Kwa hiyo wanatamani vifaa vya Tanzania au uh, mazao ya Tanzania yaje hapa Omani kwa wingi. Tatizo, ma, tatizo dogo tu linanikosesha kuweza kuingia mazao mengi kwa mambo madogo madogo between two country au tunaweza kusema package zetu za Tanzania uh, si za kuvutia na si international packages zinaoingia hapa. Tukija katika package mfano za korosho, mfano matunda, mfano mazao mbalimbali mbali. Kidogo tunabidi tuimarishe packing zetu ziweze kuja hapa Omani. Kwa hiyo tunaomba kidogo tuwe kidogo imara kwa mambo yetu, na tuweze kufanya kama wanavyofanya nchi zetu za jirani. Wana pek nzuri, wana market kubwa duniani, na sisi tunaomba tutafute market duniani. Na vizuri tumepata delegation kubwa kama hii, tuko nao hapa, na Mungu akipenda, wakirudi watakuja na jibu kubwa sana la soko la Omani kuweza kuimarisha biashara ya Tanzania na Omani. Pia na mazao. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania imeshiriki kongamano la saba la kilimo, chakula na mifugo linalofanyika hapa nchini Oman katika jiji la Maskat. Ah uh, katika wadau ambao tuliwatembelea nao ni muhimu kabisa ni hii kampuni ya United Integrated Laboratory ambayo yenyewe kimsingi ndio imegewa jukumu kwa niaba ya Wizara ya Kilimo katika upimaji wa sampuli mbalimbali za vyakula kwenye masuala ya uh, magonjwa na visumbufu kwa uh, bidhaa zote ambazo zinazoingia hapa nchini Oman. Uh, niko na mwenyeji wangu hapa do, alikuwa anajaribu kujaribu kueleweshana kufahamu uh, taratibu mbalimbali na procedure ambazo wanazozitumia hao ili uh, bidhaa zetu ziweze kufika katika soko hili bila ya usumbufu wa namna yoyote. Uh, tumeweza kutembelea maeneo mbalimbali na kujionea fursa nyingi na naendelea kuwatembelea wadau wengine kuhakikisha kwamba bidhaa ya Tanzania inafika katika masoko ambayo yote tuliyohitaji, ikiwemo ile soko la Oman, ambapo kwa bidhaa zetu zinahitajika kwa kiwango kikubwa sana katika hali ya usalama, lakini na vilevile iwe hakikishie wa, wasafirishaji, wadau, wafanyaji biashara kuhakikisha kwamba mazao yao watakapoletwa hapa yana uhakika wa kupokelewa na kutokuwa na mikwamo ya namna yoyote. Tunaendelea kutembea na, kwa wadau mbalimbali ikiwemo tuwatembelea wenzetu wengine na NPPO ya hapa Oman, na kueleweshana taratibu na hapa na pale. Yote haya tunafanya kuhakikisha kwamba bidhaa za Tanzania zinafika dunia nzima.